kunyoa, tukisema kunyoa hii tushaifasiri hapa, nini maana yake? Ni kwamba ni kunyoa nywele zote katika kichwa, hii inaitwa ni halq. Sasa nini mtazamo wa Uislamu katika suala hili la kunyoa? Hii ni mimbabi fawaidi kwa faida, ama katika suala la kunyoa, na kwa nini tunapendekeza tuna, tuna, tuna kutoa faida hii kwa sababu kuna watu wafahamu kinyume na vile ambavyo sheria inaeleza kuhusu masala ya kunyoa para, ikawa nywele zote, ikawa mtu hana, hii ndio maana halq. Na moja katika jambo baya ambalo tunaliona bora tuliweke vizuri, ni kunyoa upara, ni moja katika alama za makhawariji, min sifatihim, katika sifa zao. Na wameeleza wanazuoni ya kwamba miongoni mwa sifa za makhawariji ittikhadhuhum shiaran yatamayazuna an sairi nas, mara nyingi huwa wanachukua baadhi ya vielelezi, alama alama ambazo za kujitofautisha na wengine makhawariji Mfano katika zama ambazo tulizokuwa nazo hum eh, katika fi usurina au fi zamanina hadha, inawezekana miongoni mwa alama zao ni al raya arraya, bendera. Makhawarij wanakuwa mara nyingi na bendera, miongoni mwa alama zao. Ukiona wale mfano IS bendera nyeusi imeandikwa nafikiri la ilaha illa Allah kitu kama hicho, ukiangalia sio boko haramu, ukiangalia sio al shabab. Almuhimu, hizo ni miongoni mwa alama zao, au launul libas, au mara nyingine akhawaji wanakuwa na vazi la rangi maalum, kama watapiga rangi nyeusi tupu, nyeupe tupu, au kijani kitupu. Almuhimu, wanakuwa na alama hizo, au hayatu, au ghairu dhalik, au mtazamo wao Yani ile ile ile out a, a appearance wanakuwa tofauti na na wengine. Wakad kana shi'aruhum fi zaman Ali bin Abi Talib radiallahu anhu, lakini makhawarij katika zama za Ali bin Abi Talib radiallahu anhu ilikuwa ni halqu sha'ra ru'us, ni kunyoa vipara. Basi hili ndilo ambalo lilikuwa ndo alama zao wakati Ali bin Abi Talib

ni kwamba alama yao ni kunyoa vipara. Kwa hivyo tumeona ni vizuri tuliweke sawa, ili swala la, la, la, la kunyoa, ili watu wawe na mawazo mapana. Wanazuoni wanasema kwamba unyoaji vipara uko wa aina sita sita, anwa halqu ras sita anwa. Kuna aina sita, aina ya kwanza

ni alhajj wal umra kama tulivyosoma anifan punde hivi kwamba hija mwisho, mtu inabidi anyoe. Sasa kunyoa maana yake ni kwamba wewe unamtii Allah na unajikurubisha kwa Allah. Hii aina ya kwanza, aina ya kwanza na pili. Ya tatu ambapo ni kunyoa kichwa kizima ni kujikurubisha na ni ibada kwa Allah, ni halqu rasi sabii fil yaumi assabi, ni kumnyoa mtoto mchanga aliyozaliwa katika siku ya saba baada ya kuzaliwa, na hii inatokana na hadithi zilizopokelewa eh, hadithi ambayo ya Ali bin Abi Talib ameipokea Imamu Tirmidhi katika sunani yake. Bwana Mtume saa sallam alimwambia Fatima alipomzaa Hasan, ya Fatima, ewe eh Fatima, ahliqi ra'sahu, mnyoe huyu Hasan kichwa chake awe para, watasaddaki e, bi zinati sha'rihi fedha, na halafu nywele zake zile zipime kwa uzito wa fedha, baadaye utatoa sadaka sadaka. Kwa hiyo kwa hapa yaonyesha kwamba mtoto anapozaliwa inabidi anyolewe nywele zake, na si nyingine si siku nyingine isipokuwa ni siku ya saba, kwa mujibu wa hadithi nyingine ya Samurah bin Jundubi hadithi ambayo ameipokea amba Imamu amba Abu Daudi, anasema bwana mtume anasema, kullu ghulamin rahinatun biaqiqatihi, kwamba kila mtoto anozaliwa anakuwa rehani na akika yake. Kwa hiyo tubahu anhu, mtoto anachinjiwa, yauma sabiihi, siku ya saba ikifika, ndio hiyo akika. Wa yuhlaqu, na siku ya saba anyolewa upara wayusamma, na siku ya saba mtoto wapewa jina. Kuonesha kwamba ikifika mtoto siku ya saba anyolewe nywele sasa kwa kipara, kwa sampuli hii ni ta'atu lillahi wa qurbatun, na kujikurubisha kwa Allah kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi alaihi wa sallam. Bil asifu shadidi, ni kwamba watu wengi watoto wasubiriwe arobaini Uh, vipi arobaini? Kesho kutwa nitampeleka ntampeleka, basi mtoto ananyolewa. Ananywolewa vipi? Ah, kesho arobaini yake huyu. Kumbe suna ilikuwa anyolewe siku ya saba. Aina ya nne ya unyoaji ni alkafiru idha aslama. Kafiri anapoingia katika Uislamu inaitwa aslama, na mtu anapotoka katika Uislamu anapoingia katika ukafiri anaambiwa kartaddi. Kwa ni, ma, ni terminology tofauti kabisa. Ni hii inatokana na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Kuleibu al Juhainii ambayo ameirao Imamu Abu Daudi na akasahihisha Albani. Kuna mmoja katika makafiri al islimu bwana, Mtume akamwambia alqi anka sha'ra alkufri, ziondoe hizo nywele ambazo za ukafirini kwa hiyo ulikuwa kafiri, sasa Muislamu. Kwa hiyo hizo nywele zako hizo zinyoe. Kwa hiyo maulama wanasema kwamba ni jambo mustahabu kwa kafiri aliyeslimu akanyoa, ingaje sio lazima kiasi hicho kwamba kila la kafiri eh, anyoe kila kafiri anyoe, kama vile kuoga eh, kuoga ni jambo ambalo lilikuwa la msingi zaidi

Eh, almuriduna -al -al shuyukhihim kama wale mamuridi wanavyonyoa kwa mashekhe zao eh, ukienda katika hizi eh, mapote haya kisufi eh, shadhilia si kadiria si nani askaria shambadhia si na nani, kunakuwa na tasa, ili, kwa kwa muridi na sasa, ili uoneshe taa kwa shekhe wako wewe, muridi inabidi upige kipara nywele. Hii ni shirki. Unyoaji wa sampuli hii aina tatu ni unyoaji ambao ulikuwa ni bid'ah. wa lahu suwarun kathir, minha, miongoni mwa unyoaji kipara ambao ni bid'ah ni halqu rasi ala sabili taabudi watadin fi ghairi almawadi alarba'a assabiqa, ni mtu kunyoa kipara akawa anaitakidi kwamba kunyoa kipara kule ni ibada, akawa anaona kwamba yeye ni katika mtu mwema basi ule ucha Mungu wake ule, yeye anapiga kipara tu, anapiga kipara. Hii ni bidaa au unyoaji huu. Kama unataka kunyoa, basi katika yale maeneo mane ambayo tulizozungumza nyuma. Au min tamami zuhudi, anaona kwamba ndo zuhudi hali ya juu, wa hadha kama kanat alkhawariji, kama walivyokuwa makhawariji. Almuhimu ni kwamba e, unyoaji wa sampuli hii kwa kweli wa mtu kunyoa e, basi hana sababu yoyote Eh, au akawa ni zinat ad-dunya adunia wa shiara li'urafu bihi wa li wa hadha minhum jahl wabtidaa wa yani, aisi kwamba akukana manywele hivi, nini maana piga kipara bana. Yani ukipiga kipara basi unaonekana wewe ndo weendo mcha Mungu kweli kweli. Anasema hii ni aina tatu, ni aina ya bid'a. Aina nyingine ambayo ni bid'a, wa minha ma yaf'alu ba'dhu nasi min amri ta'ib an yuhlaqa ra'sahu kwamba mtu katubia kaachana na mambo yake yote upuzi. Sasa karudi msikitini, hamsa salawati, pengine anaadhini, pengine ms anafagia msikiti, kwa hivyo anapiga na kipara nini, aa, yule katubia ulesonale upara yule katubia. Hii vile vile ni katika bid'ah. Anaura bi aina ya nne ni muharram, ni jambo ambalo ni haramu e, wa lahu iddatu suwar ni haram kunyoa katika sura zifuatazo: ni halqu shar inda almusiba, kunyoa kipara wakati wa msiba, bimauti qaribun wa nahu. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ambayo rawahu Imamu Muslim e, ana bariun, yani mimi, inna rasul allah bariun, Bwana Mtume bari uko mbali na nani? min alsaliqa walhaliqa walshaqa yuko mbali kabisa na yule ambaye ni mwenye kujipiga piga mwili wake, mwenye kuchana chana nguo na mwenye kunyoa nywele kwa sababu ya msiba eh. Na vile vile katika riwaya nyingine ni yule mtu ambaye mwenye kuomboleza eh, anapiga sauti kubwa kabisa kwa ajili ya kuomboleza. Nyingine ni haramu kunyoa ni halku ras ala sabili tashabuhu bil kufar, kwamba mtu ajishabihisha na makafiri. Sasa ananyoa lakini kumbe kuna wa makafiri wao kazi yao kupiga upara tu, si wachezaji disco, si wachezaji mpira, si nani akina nani huko e. Kamaona mchezaji mmoja, yeye anapiga para tu. Ronaldo si anapiga e, para. Ronaldo yule wa mwanzo yule, sio huyu Cristina Ronaldo, sio eh, yule Ronaldo wa, wa, wa Brazil, alikuwa yeye para tu sasa na mtu naye anapiga para nini, anafanana ah, na Ronaldo basi hapo ameingia katika uharamu kabisa. Aina ya tano ni mubah, wa huwa an yahliqa e, ra'sahu li hajatin, ni kunyoa mtu nywele zake kipara kwa sababu ya kitu fulani, kwa shida fulani, kwa dharura. Mfano e, yal yahliqahu litadawi e, min maradhin au lidafi adha kwa ajili ya dawa au kuondoa al-adha fi rasi, fano al-qummal, wanasema kuna chawa katika kichwa, kwa hiyo unanyoa nywele ili kuondoa tatizo la chawa. Hii haina tatizo lolote. Almuhimu ni katika maeneo ambayo yalikuwa yamekatazwa kunyoa e, kwa Muislamu. Aina ya sita ni an yuhliqa rasahu min ghairi haja Kunyoa mtu pasipo na haja yoyote, bi maana ya kwamba hakuna sababu yoyote min al-asbab, yani hakuwa ni bidaa, yani akaona tu ah, nyonyo nywele zangu. Maulama wengi wanasema kwamba unaweza mtu kunyoa, yani pasipo na reason behind yoyote, unaweza kunyoa. Lakini vizuri kama alivyoeleza wanazuoni, al-afdal fal-afdal huwa adamul-haq, lililo bora ni mtu kuachana na masala ya kunyoa nywele, kwa sababu unaweza ukanyoa, huna nia mbaya, lakini mwenzio akaanza, bwana yule ananyoa nyoa, au anajifanya siku hizi ndio Rastafari, sio ni nini? Sio ni nini? Basi inakuwa unawapa watu shida katika kukudhania dhana mbaya, basi bora nywele zako wewe punguza tu katika hali kama hiyo. Hii ilikuwa ni bimbabil fawaidi, ni faida. Nam, tunamalizia dasa letu kwa matangazo yafuatayo. Kuna suala hapa aliza habari ya mtoto wa kike, ili tushaeleza siku nyingi kwamba katika swala la unyoaji hakika ni mtoto wa kiume tu. Fikiri mpaka hapa tumemaliza. E, kwa hiyo aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum.